Itu, tunayo bahasha yetu tunaomba uipokee kwa ajili ya maji. Asante, asante, sijamaliza sijamaliza. <laughs> Baba uh, kwa heshima kubwa MTC waga hatujaribiwi. Kuna siku ulisimama ukasema utatamani siku moja uh, MTC. I mean Mpanda itakapokuwa ni Diocese. Uhamia hapa sasa, sisi atukujua ulikuwa kwenye utani, lakini sisi tunakupa kiwanja Mahususi kabisa siku ya leo kama kwaya ya MTC Mpanda mjini. Aa, mimi mwenyewe bahati nzuri ndio mpima mwenyewe savea mwenyewe. Tutakapokuwa tumekamilisha hati, mimi mwenyewe nitasafiri kuja Mpanda, nitaileta hati miliki ya hicho kiwanja Adini, nitasafiri kuja Tabora kwa ajili ya kuleta hati miliki ya hicho kiwanja. Jisikia amani, ni mali yako halali matumizi Nadhani utaongea na mama sasa. Lakini bado hatujamaliza TV yetu leo ndio iko live. Na tunatamani zawadi yetu kubwa katika ziara yako hii ambayo bado unaendelea nayo katika wilaya Tanganyika. Mauzui ya kwanza kuruka kwenye televisheni yetu na akaunti yetu itakuwa ni ziara yako ya askofu wetu katika jimbo letu a wetu tayari kabisa kwa ajili ya kuongozana na wewe kwa ajili ya kuchukua contents mbalimbali ili mradi tuweze kuambia dunia AICT imebarikiwa. Baada ya kusema hayo, mimi ni mdogo tu, wapo walezi wangu wana neno la shukrani. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe, baba askofu. <laughs> <laughs> Kwa kweli tumefurahi kupita kiasi kwawe kufika na bado unaweza ukaona kabisa kwamba wakati ametokea ya yale ulisema, tafuteni busara zenu, ndio yeah, ulivyotuambia yeah. Maana mimi nimezidiwa yeah, lakini busara yetu ngoja. Kwa hiyo tumeshukuru mno baadaye, na wewe umekubali ukaweza kusema, nilishawaambia endeleeni. Kazi miningi, mingi, wangu, anas, na kazi nyingi, lakini umetenga muda wako, tunajua sasa hivi unakimbia kimbia, kimbia. Ya, sisi ya, tunakutakia kila la heri katika e, shughuli zako katika dayosisi hii yetu ya Tabora na kwa kwa wangu, katika pastoreti yetu hii ya Mpanda ya elimu Mpanda baba, tunakutakia sana kwa kweli, tunakupenda unavyotushika mkono, unavyoshirikiana nasi, tulikuwa na msiba hapa, ulikuja tunapokuwa na nini unakuja. Hata hii tulisema tusubiri tu. Bwana akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nadhani mwenyekiti wa walezi ameshazungumza lakini, sasa utambulisho, tulikuwa bado ulijawapokea wa e, utambulisho. Huyu ndio mwenyekiti wa walezi ambaye ametumika nadhani tangu MTC imeanza amekuwa pamoja nayo, lakini pia huyu ndio afisa mipango wa MTC mipango yote unayoiona, ndio afisa mipango mimi. Ni ni, ni ni ni mlezi, lakini pia ni ni ni mhasibu wa walezi. Huyu ni katibu wa walezi na huyu ni mlezi. Wengine walezi hawajaja, baba askofu, mko wachache sana lakini wengine hawajafika mahali hapa. Kwa hiyo, baba tunakukaribisha sana sana sana, karibu <Adamsesvenant> kwa Askofu, kwanza pole kwa yote. Tulitaka tamaa, lakini tukaamua tukusubiri. Jambo letu likubwa ndio, lakini kwa ukubwa huo ndio maana tukaona tukusubiri wewe baba uje kulibeba. Tunakusubia bwana, mengi sio haya tu, bado bado Mimi sisi watu tunahubiri kwa namna nyingine, natushikimaiki ila tunafanya kwa namna zingine. Kwa karibu sana, jisikia amani, tutapo kuita tena karibu sana. Na tumeshukuru kuona kwa kwamba wewe ndio mzazi wetu namba moja. Tunashukuru sana, asante. Bwana Yesu asifiwe. Nami siko mbali na walezi wenzangu. Mimi napenda kwanza kushukuru Baba Askofu kuona nasi tunafaa kuwa naye, jambo hilo tunashukuru sana sana. Pia tunakupa pole kama kundi, tufikishie pole zetu kwa mama. Ukiona hivi walezi wote ni wa baba, isipokuwa ni mimi tu mwanamke peke yangu, sijajua kwa nipendea nini. Amina baba, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Uh, baba askofu, ili ndio kundi lakini pia tunao wadau mbalimbali hapa mbali kanisani ndio waliofanikisha uzinduzi wetu na ununuzi wa vyombo vyote. Ni walezi pamoja na wadau wote, wako wengi hapa, hatuwezi kuwataja, lakini wapo ambao wamekuwa pamoja nasi, wametushika mkono hadi kuhakikisha kwamba tumeifikia siku ya leo tukiwa wazimu salama. Asante sana. Awali uh, uh, yeyote niombe basi niwashike mkono. Mungu abariki sana napoendelea kulea na kuimarisha huduma pamoja na walezi wengine chini ya uongozi wa kanisa. Bwana endelee kuwafanyia nafasi. Aa, kidogo kidogo kidogo, mimi mmenishangaza <laughs> kwa sababu nilichukulia kwamba matukio yameendelea Uh, mengi hata tulipopata msiba wa mama mkwe wangu, kuna vitu ambavyo viliambatana hapo. Kuna mchungaji ambaye nilimkabidhi kijiti pale AST Buongwa mwaka ishirini na moja, mwaka jana, akawa mstaafu. Kwa hiyo tulipokuwa tunaenda kanisani kwenye ibada ya kuaga mwili wa mama mkwe, baba watu alikuja na mke wake, tena alikuwa anaendesha kama mojawapo ya watu wa kutupa faraja, lakini wakati ibada inaendelea, uh, ni kama amekuwa na historia ya ya high blood pressure, ni shinikizo la damu. Um, akapata shida akiwa kwenye ibada, akatoka nje, akiwa kule nje akaanguka na akawa amefariki. Kwa hiyo hata hiyo ilikuwa ninatafuta tarehe kumi na nne, nilishindwa kuja kwa sababu um, tarehe kumi na tano ndio tulikuwa tunafanya mazishi yake ku, ku, tanu, najianda, na nisingeweza ku, kuacha hiyo lakini tumemaliza tu mazishi tarehe kumi na tano najiandaa nafikiria kujiandaa kurudi Mpanda tarehe kumi na sita dada yangu ninayemfuata mwake. Kwa hiyo naweza ukaona vile ambavyo mambo mi nilifika tu mali nikasema kwamba sasa busara mnaiongea kwa nafanya kitu kwa sababu Yesu yupo, hata asipokuwepo askofu bado niliona vile lakini ajabu na kwa sababu tulikuwa na ziara hii, tukalazimika tu kwamba ijumaa tuanze ziara. Ijumaa tumeanza ziara, ndio nikadokezwa kwamba sasa Jumapili litakuwa hilo tukio. Nili, nilianza safari kutoka kule bila kujua kwamba kuna kitu cha namna hii. Sasa kwa uvumilivu wenu ikawepo na kwangu kuendelea kushiriki uzinduzi huu ni surprise, wa wasukuma wanasema. Lakini cha pili surprise ambayo mmefanya, uh, bila kusema maneno mengine, mmejitolea pia hapa pakubwa tu kufanikisha mradi wa shamba la nguruwe, ni kufanikisha azima yangu kama askofu wa kanisa, sababu ustawi wa jimbo ni ustawi wa diocese na mmeahidi So, inatokea hapo mnatoa tena shukrani yenu ya pesa, alafu surprise kubwa zaidi ni kiwanja jamani. Anyway, nishukuru sana, maana sikutarajia. Na sasa sijui kama hiyo dayosisi itakapoanza kama kweli ICT kinileta, kinileta nitafurahi, ia nikibaki Tabora bado nitaendelea kuombea, sababu ni kanisa la Bwana, amen. Tunashukuru sana kwa baraka zenu hizi kubwa za ajabu za kushangaza. Imekuwa surprise. Na Bwana awatunze, awabariki na kuwazidisha pote mlipotoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Asanteni sana. Na baada ya kusema hayo.